kampeni za salum khamis salum mbula ya meatu mgombea nafasi ya ubunge kwa tiketi ya chama cha mapinduzi kwa mwaka huu 2025 hapa ni kata ya mwanhuzi kata mama ya jimbo hili kati ya kata 16 zinazoijenga meatu

ili kupisha uchaguzi mkuu hapo Oktoba 29, na kati ya mambo muhimu yaliyosisitiza kwa wanamiatu ni hili. Wanuzi oye! Mama Samia oye! tatizo letu la pili ni elimu. Mama Samia ametuletea fedha nyingi upande wa elimu, lakini kama alivyoeleza hapa Mheshimiwa Diwani dibupuru bado kuna changamoto. Kuna madarasa niliyapa mabati hayajafanya kazi mpaka leo, sindio? Sindio? Sasa mwenyewe nimekuja mimi safari hii nasema hivi, Mwanhuzi Mwanhuzi, Jambo hataki kabisa kuona magofu ya aina yoyote kwenye shule zetu. Baada tu ya kumaliza uchaguzi huu, huyu pepuru ndamletea simenti mifuko elfu hizi elfu mbili amalize matatizo ya magofu yake yote katika kata hii ya mwanhuzi mwanhuzi y, na bado tutaendelea kukarabati majengo yote. Ilani ya Chama cha Mapinduzi mimi nimepewa ukarabati wa majengo mia moja ya Samia baba. Nimepewa madarasa mia moja ya Samia baba. Lakini tunasema ya hapa Mwanhuzi hii itakwenda kwenye ilani ya jambo, si ndio? Tutakwenda yeah, kuyatengeneza hayo yote. Wakati mama Samia akija tutampa nafasi atengeneze majengo mengine, si ndio? Yeah. Mwanhuzi oye yeah. Habari ya maji ikagusiwa ambayo muhanga wake mkubwa ni mwanamke na hapa Salumu anaeleza mikakati yake ambayo ameifanya ili kumtua mama ndo kichwani. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Kwenye barabara ametuahidi vijiji vyote ataviunganisha na barabara za changarawe, kata zote ataziunganisha, madaraja yote madogo madogo yatajengwa. Lakini niwaambieni ndugu zangu wa Mwanhuzi, tuna sisi safari hii ni bahati yetu. Kani Kani ukisikia kwenda kuvuna ile keki ya taifa. <tipa> <tipa> Zamani tulikuwa tunakula ile, tule tupunjepunje. <tipa> Safari hii tunaingia kwenye keki tena, katikati ya keki, si ndio? kilometa mia tatu na sitini na sita. Kilometa moja ni zaidi ya bilioni mbili na nusu. <tipa> Siyo hela ya kitoto hiyo. <tipa> <tipa> Ni hela ambayo inatakiwa aiidhinishe mama mwenyewe, si ndio? <tipa> iko ndani ya ilani, tunakwenda kuitekeleza, si ndio? Mwanhuzi, maji <coughs> hii changamoto isingekuwa, wale wajumbe wale walitupotezea muda, saa hizi tungekuwa tumeshaitatua, lakini mnakuaga vigeugeu, mnafanya ujinga, matokeo yake mnakaa mnalalamika. Mwanhuzi hii maji au jimbo la Meatu bila maji ya Lake Victoria tutapata shida sana. Sasa hivi hapa tulipo, mama yetu anajua hii shida ya Mwanhuzi kuliko jilivyokuwa kwanza, kwa sababu hapa katikati mlipo tu nipa nafasi ya kugombea, mimi mwenyewe nilipiga picha nyumbani kwangu hapa maji No, no. Nikamtumia kwenye WhatsApp. Nikamwambia mama yangu haya ndio maji tunayokunywa hapa Meatu. Echa, uleja, Anja, mama akaniambia Salum, unafanya nini huko? Nikamwambia nachukua hatua za kwanza, tunachimba visima kwa sababu mradi wa maji kwa vyovyote ule wa Lake Victoria utachukua muda, kwa hiyo ni lazima tuchukue hatua za awali hutatua hii changamoto kwa awamu ya kwanza. Bahati nzuri sana tumechimba visima kule kwenye mashamba kina Zakaria, tumepata maji ambayo yanaweza kutupa watu wote wa Mwanhuzi, kata Mwanhuzi na mwenye ina mpaka mradi wetu wa Lake Victoria utakapofika tumechimba kisima kimoja tume, kile kisima kimoja kina uwezo wa lita milioni moja na laki mbili kwa siku, maji masafi na maji matamu. Tumesha tumesha chimba kisima cha pili, na baada ya kuchimba kile kisima cha pili nikawapigia simu wahusika, nikawaeleza tumepata chanzo cha maji cha ja kutatua tatizo la Mwanhuzi. Wamekuja watu wamefanya study, wamefanya mahesabu, wakapeleka hesabu milioni mia nne kwa mama Samia. Baada ya kufika kwa mama Samia katika kipindi hichi hichi tunachogombea mimi nilimtumia message, nikamwambia kuna request yetu hapo ya namna tutakayovoya yatoa ya maji kule kwenye mabonde kuyapampu kwenye mradi wetu. Mama yetu ametusikiliza, wiki ya tatu leo hela ziko hapa halimashauri, mradi unatekelezwa. Tumemuomba visima vitano, ametuletea hela visima kumi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Mwanhuzi, kabla ya mradi wa maji wa mji wa, wa Lake Victoria tunakwenda kukomesha tatizo la maji kwa kupitia visima vyetu vya hapa hapa Meatu. Hapa Meatu ndugu zangu, matumizi yetu ya maji yote ni lita milioni ngapi? Tatu. Mimi ni Sada Almasi na hii ni Jambo FM.